Nam mtazamaji wa Trend TV, bwana Harmonize Konde Boy bwana, ameamua kuzungumza kuhusiana na ishu ambayo imekuwa ikiwasumbua vichwa watu wengi sana. Umeona bwana bwana, hili ni jambo ambalo kiukweli limeibua mijadala mingi na katika moja kati ya mijadala ambayo imeibuka huko mtandaoni ni kuhusiana na inshu ya Harmonize, mahusiano yake na Abigail Chams. Watu wengi sana walikuwa hawaelewielewi nini kinaendelea, so Harmonize bwana amepata nafasi ya kufanya interview na waandishi wa habari ambapo ameamua kuzungumza na kuliweka hili swala clear kwamba yeye na Abigail Chams. Kama the way ambavyo watu walivyokuwa wameshaanzaga ku speculate kwamba hawa sio wapenzi, basi ya, ni kwamba ni kwamba naye pia amepita humo humo akiwa nadai kwamba hii issue, Abigail Chams mwenyewe hajawahi ku confirm hata siku moja kwamba yuko katika mahusiano ya kimapenzi na Harmonize. Kwa hiyo, Harmonize bwana amekana kuwa penzini na mwanadada huyo Abigail Chams. So kupitia interview hiyo, ni kwamba ni kwamba moja kwa moja Harmonize amesema kwamba Abigail cha, Charms sio mpenzi wangu, ilikuwa ni project ya wimbo. Umeona? Eh? Ehe, na pia vile vile ametilia mkazo kwamba swala la yeye kufunga ndoa kwa sasa hivi ni hatari kwake, yani ni jambo la risk yani. Eh, yani sio jambo rahisi, lakini pia ni mpaka Mungu mwenyewe apange. Umeona bwana? So anasema kuwa zile mbwembwe zote ambazo zilikuwa zinaonekana kati yake na Abigail Charms haikuwa serious relationship bali ilikuwa ni mkakati wa project ya wimbo na wala sio mpenzi wake kweli. Ameeleza ukaribu wake na familia ya Abigal Charms na mama eh, wanavyoheshimiana. Pia vile vile, ni kitu ambacho yeye hawezi kudate na binti yake, na pia vile vile, mbali na hilo, amejibu kuhusiana na kauli yake kuwa akifikisha miaka 30 kwamba anaoa, lakini mpaka sasa hivi ana miaka 31 na, na, na bado hajaoa. Ni kwamba Munaiza ameweka wazi kwamba kuoa ni jambo la Mwenyezi Mungu kupanga, sio kitu ambacho yeye mwenyewe anaweza kupanga, japokuwa alikuwa anatamani iwe hivyo. Umeona bwana, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini pia kuna wadau hapa wamekuja kuweka maoni yao sana sana, hususan na hiyo issue ya mada ya Abigail Charms. Kwa mtu amesema kwamba eh bwana kiukweli, wakisha jipata eh, wanawafundisha waandishi jinsi ya kuwauliza eh. Kwa mtu kwamba okay, huyu ni konde huyu huyu au ni mwingine. Kwa mtu bwana, kwetu huyu CV eh, alikuwa hana Umeona kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu anasema kwamba bwana, kuna mtu amesema kwamba eh bwana, tulisha jua kwamba eh, ile relationship yenu haikuwa serious. Kwa kuna watu wanadai kwamba alisha sanuka kitambo kwamba relationship ya Harmonize na huyu Abigail Charms haikuwa serious. Kwa haya ni kama marudio. Ukiwa kama mdau kama uniako katika comment section ndoka tukisoma na kureply kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.